Urusi imejipambanua duniani kama taifa lenye nguvu kubwa katika utafiti na elimu ya juu hasa katika nyanja za kilimo, bioteknolojia, afya ya wa wanyama na sayansi ya mazingira. Miongoni mwa taasisi zinazoliinua taifa hilo kielimu ni pamoja na taasisi ya Novosibirsk State Agricultural University NSAU pamoja na taasisi zake tanzu za, za bioteknolojia na tiba ya wa wanyama sambamba na hayo Chuo kikuu cha Moscow State Technology. Vyo hivi viwili vinaendelea kuvutia wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali duniani kutokana na ubora wa elimu, vifaa vya kisasa na mazingira kita aluma, ya kitaaluma yanayochochea ubunifu na utafiti wa kisayansi. Novosibirsk State Agriculture ilianzishwa mwaka 1936, ni miongoni mwa vyuo vikongwe na vyenye umaarufu mkubwa katika eneo la Siberia. Kwa zaidi ya miongo minane sasa, chuo hiki kimekuwa kinara katika kuandaa wataalamu wa kilimo na sayansi zinazohusiana, huku kikitoa mchango muhimu katika maendeleo ya teknolojia za kilimo na usalama wa chakula. Chuo hiki kina kada mbalimbali: kilimo na uzalishaji wa mazao, uzalishaji wa mifugo na afya wanyama, bioteknolojia ya mimea na wanyama, ulinzi wa mimea dhidi ya wadudu na magonjwa, sayansi ya udongo, uhifadhi wa mazingira na uvuvi na teknolojia za chakula na usindikaji. Kwa msaada wa maabara za kisasa na majukwaa ya utafiti, chuo hiki kimeendelea kusukuma mbele mipaka ya sayansi ikiwapo wanafunzi wa shahada, uzamili na uzamivu uwezo wa kujifunza kwa vitendo na kufanya tafiti kwa kina. Ndani ya chuo hiki kada ya Institute of Veterinary Medicine and Biotechnology imekuwa nguzo muhimu ya sayansi ya wanyama nchini Urusi. Taasisi hii inajishughulisha na utafiti wa magonjwa ya wanyama, uboreshaji wa teknolojia za ufugaji, usalama wa bidhaa za mifugo kama sehemu ya afya ya umma, maendeleo ya chanjo na mbinu za uchunguzi, uzalishaji endelevu wa nyama, maziwa na bidhaa nyingine. Wanafunzi hupitia mafunzo ya vitendo katika hospitali za wanyama, mashamba ya majaribio na maabara za kisasa jambo linaloandaa kikamilifu kwa soko la ajira na utafiti. NSU pia ina Institute of Fundamental and Applied Biotechnology inayobobea katika utafiti na matumizi mapana ya bioteknolojia. Maeneo yake muhimu ni pamoja na uboreshaji wa mazao ya kilimo, bioteknolojia ya viwandani, mikrobiolojia na teknolojia ya vijiumbe, uchambuzi vina wa vinasaba, utengenezaji wa bidhaa za kibayotiki kwa matumizi ya kilimo, chakula na mazingira. Kupitia taasisi hii, Urusi imeendelea kutoa mchango mkubwa katika kujenga mifumo endelevu ya uzalishaji wa chakula yenye tija na ubora. Aidha, Institute of Environmental and Food Biotechnology inashughulikia changamoto za kisasa zinazotokana na uharibifu wa mazingira na ongezeko la mahitaji ya chakula salama. Taasisi hii inajikita katika usimamizi wa taka na mbinu za urejelezeshaji, teknolojia salama za usindikaji wa chakula, uchunguzi wa ubora wa udongo, maji na hewa ubunifu wa aina mpya za vyakula, tafiti za uhusiano kati ya mazingira na ubora chakula katika zama za mabadiliko ya tabia nchi. Mchango wa taasisi hii hauwezi kupuuzwa. Chuo cha Maykop State Technology University kilichopo katika mji wa Maykop kimekuwa kikitoa mafunzo ya kiwango cha juu tangu mwaka 1993 licha ya kuwa chuo kipya ikilinganishwa na chuo cha NSAU lakini chuo hiki kimepiga hatua kubwa katika teknolojia ya kilimo, sayansi ya mazingira, teknolojia ya chakula, bayoteknolojia na sayansi za maisha, bila kusahau uhandisi wa viwandani, afya na tiba ya msingi. Chuo hiki kinapokea wanafunzi wa kimataifa na kutoa kozi za lugha ya Kirusi kwa maandalizi ya masomo, jambo linalokifanya kuwa kivutio kwa wanafunzi kutoka Afrika, Asia na Ulaya. Chuo hiki kina specialists ambao ni walimu wanaofundisha madokta ni zaidi ya sabini na mbali na hapo kuna wanafunzi wa kidaktari 360. Chuo cha Moscow State Technology ama MSTU sasa hivi ni kituo kikubwa cha utafiti wa elimu. Kina wanafunzi zaidi ya 1500 wa kitalii na wanafunzi elfu kumi nukta tano wa chuo hiki. Chuo hiki kimekuwa kitovu cha utafiti wa masomo ya sayansi kinatoa zaidi ya kozi mia 130 kwa upande wa diploma na degree programs. barani Afrika, hasa nchini Tanzania, uzalishaji wa chakula unakabiliwa na changamoto kama mabadiliko ya tabia ya nchi, magonjwa mimea na wanyama, pamoja na uhaba wa wataalamu wa bobezi. Vyuo vya Urusi vinaweza kuwa mchango muhimu katika kuziba pengo hili. Fursa za ushirikiano zinaweza kujikita katika tafiti za bioteknolojia, uboreshaji wa afya mifugo, mbinu za uzalishaji endelevu, ufuatiliaji wa mazingira na uhifadhi wa ikolojia. Kwa wanafunzi wanaotaka taaluma ya kilimo na sayansi ya kisasa, chuo cha NSAU na MSTU ni majukwaa madhubuti ya kupata elimu, ujuzi wa kitaaluma na uzoefu wa tafiti za kimataifa. Vyuo vya Urusi kama Novosibirsk State Agricultural University na Maikopu State Technology University vinaendelea kuwa alama ya ubora katika elimu ya kilimo, biotechnology, afya ya wa wanyama na teknolojia za mazingira. Kwa taifa lolote inalotazamia mapinduzi katika uzalishaji wa chakula na utafiti wa kisayansi, taasisi hizi ni nguzo muhimu kwa Tanzania na mataifa mengine Afrika. Vio hivi vinatoa fursa adhimu ya kuongeza maarifa, kuanzisha ushirikiano wa kimataifa na kukuza kizazi kipya cha wataalamu katika sekta zinazoinua uchumi wa kisasa. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.